Kuhusu rafiki nataka unieleze kwa Kiswahili, unaelewa nini kuhusu rafiki? Au ni kigezo gani unaweza ukasema huyu sasa ni rafiki yangu? Ni vigezo gani unavitumia? Uh, inafuata ni mtu wangu wa karibu, ambaye labda tunasaidiana mambo, ambaye sio ndugu yangu. Sawasawa, asante. Una uelewa gani mtu akikwambia ndugu jamaa na rafiki? Ndugu jamaa na, na rafiki, uelewa wangu, e, ndugu ni yule mtu wa karibu. Jamaa ni kama yani, jamaa iko the same ni rafiki huyo huyo, ni huyo huyo jamaa. Hello, mambo vipi, mtazamaji wa Masta TZ Online TV? Leo bwana, tupo hapa Mbambo, katika halmashauri ya wilaya ya Busokelo. Kuna mawili matatu nataka nizungumze na watu wa Mbambo. Nataka kujua watu wa Mbambo wanaelewa nini kuhusu rafiki. Sijika, watu wanaita rafiki, rafiki, wanajua wana marafiki lakini hawajui hata maana ya rafiki <laughs> Rock, Vigezo gani ambavyo unavitumia hadi ukasema huyu ni rafiki yangu? tunapokuwa na, ninapokuwa na shida ama matatizo, wanapokuja kuungana na mimi, ndipo napokuja kutambua kwamba hawa ni marafiki bora. Ni jambo gani ambalo marafiki zako wamewahi kukusaidia? ambayo wamewai kunisaidia, niweza kupata magonjwa wakaweza kunisaidia kunitolea mchango kwa ajili ya kuniuguza, na pia mwanangu alipovunjika mguu na kupata na mshipa akiwa ni mtoto wa miezi saba bado waliweza kumsaidia na wakaweza kunipeleka Ikonda nikamhudumia mwanangu mpaka hatua ya mwisho, na mpaka nilipokuwa nimepata na mkasa wa msiba wa yule mtoto, walinisaidia kusafisha maiti kutoka ma Ikonda mpaka maeneo ya Kisiba nimezika na nikaungana nao mpaka siku saba. Na huku akiendelea kunifunga vitenge. Asante sana. Unawaambia nini watu ambao hawaamini kabisa katika urafiki, unawaambia nini hao watu? Na, ninawashauri na tu kwamba waendelee kuamini kwa na pia waendelee kuwapenda kila mtu. Yani usimpende mtu ambaye unaona kama huyu ndio ndugu yangu, mpende tu mtu ambaye ni wa kawaida. Unaweza kumwona kwamba huyu hawezi kunifaa, lakini kuna wakati mwingine kwenye ziki anaweza kukufaa kuwa ndio ndugu yako. Asante sana, nashukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Mambo vipi? Fesh, ni Naitwa Castro. Castro, una marafiki? Ndiyo. una marafiki wangapi? Wengi. si hao au wepi au, au labda kwa upande wako marafiki wataki wazidi wangapi wa? marafiki mwisho wake uwawo wangapi? Mi nafikiri hawana limit, kwa sababu mi ni mtu wa watu, siwezi ngana na rafiki mmoja. marafiki zako wamewahi kusaidia katika shida gani? Ah, mimi ni nyingi, pindi ninapokuwa nime nimefeliwa humu, wananiassist wananikopea mtaji najiboost, afu na michongo kuna watu mtaani hawaamini kabisa kuhusu rafiki, hawaelewi yani. Ukiwaambia kuhusu rafiki hawaamini, unawashauri nini? Mm, kila mtu na imani yake, ila mimi naamini kiwa na rafiki ni nzuri zaidi. Sa, kwa hapo mimi nashauri tu waage na marafiki. Waambie neno lolote, wanao sana washikaji wako, waambie neno lolote, wanakutazama kupitia Master TV online TV, waambie chochote Tawambia nini mase? Oh jamani, kaeni mkijua, haya maisha ni haya ya masela kwao, urafiki takiwa tuishi na watu haya. Nashukuru sana. Safi habari dada? Fresh mzima. Ah mimi mzima. Uko poa? Niko poa dada. Majina yako tafadhali. Naitwa Nebosea. Unaonekana ni mtu wa watu, maana naona watu wana vibe wamekuona. Vijanangu, si unajua? Au sio? Mtani kwetu hapa. Haya, una marafiki wangapi? Ah na marafiki watatu. Ah na marafiki watatu. Ni vigezo gani wewe unavyovitumia hadi ukasema huyu ni rafiki yangu? Ni vigezo gani unavyovitumia? Rafiki ni yule mnayesaidiana kwenye shida, na la umeona, na rafiki anaweza kukushauri kitu chochote kile, kusumaisha, huyo ndo unagundua kama huyo ndo rafiki. Una idadi gani ambayo wewe kwa upande wako unasema hii ni mwisho ya mtu kuwa na rafiki? Ni idadi gani? Wawili. Wawili, kwa nini wawili? Ah, ukiwa na lundo la watu wengi pia kwenye maisha sio vizuri. Kwa upande wako nini tofauti ya ndugu jamaa na rafiki? Unaelewa nini mtu akisema ndugu, jamaa na ndugu, jamaa na marafiki? Mimi naona ndugu ni yule anayekuja wakati wa shida yako, sio ndugu tu yule wa kuzaliwa sehemu moja au tumbo moja, amna, ndugu ni yule anaye shida zako anazichukulia kama kama yeye jinsi zinavyompata. Ndio sawa sawa, nashukuru sana, asante kwa muda wako. Majina yako gayo? Pita masuba gayo. Unaelewa nini kuhusu rafiki? Rafiki, mm. rafiki ni mtu ambaye yupo wa karibu sana kwako, kwa ambaye anaweza akakusaidia shida mbalimbali na wewe unaweza ukamsaidia shida mbalimbali. Una marafiki wangapi? Wa hapa nilipo na marafiki watatu wewe ni idadi gani ambao unasema hapa ni mwisho kuwa na rafiki haitakiwi zidi idadi gani marafiki zako? Tano tu, maana ukizidi sana marafiki wengine watakuwa na kuchora, wengine watakuwa mnafiki tu kwako. una unawaambia nini watu kuhusu marafiki? Marafiki mimi napenda tu mtu kumwambia tu ukweli kwamba uwe na rafiki ambaye hey, wewe mwenyewe atakuwa anakukidhi shida zako na utakuwa unamsaidia kuna watu ambao hawana marafiki nawaamini kabisa katika urafiki unawashauri nini hao watu? hao watu inabidi watafute marafiki, maanake marafiki ndio ndugu yako wa kwanza, tofauti na ndugu yako ambaye amezaliwa pamoja. Haya, asante sana, nashukuru. mambo vipi? Safi habari? Fresh Mzima, mzima naambia, niko poa. unaitwa nani? naitwa Nasoro Kachala, mtoto wa mama Nasoro. una ndiyo, una marafiki wangapi? kama sita hivyo. wa hakika, ni jambo gani au ni shida gani ambayo marafiki zako amewahi kukusaidia Mm, kwa kweli nilipataga ajari wakaja kunisaidia ndugu zangu ni hospitali hospitali, yeah, kitu kama hicho. Na pia nikiwa na shida ndogo ndogo kama kiasi kidogo kama laki moja hivyo, ndugu na rafiki zangu hao ndio hakika, hao sita wanisaidia. Unawaambia nini watu ambao hawaamini wa kuhusu rafiki? Nawaambia wajitahidi tu kuwa na marafiki, maana rafiki ni ndugu sawa. Na pia rafiki ni msaada kwa jamii, sawa. unauelewa gani kuhusu ndugu jamaa na marafiki? Ninavyoelewa mimi naelewa ah, kama <coughs> kwa uelewa wangu nalewa kwa kwama rafiki kiupande wangu nizi nivyomweka, nimweka kama ndugu, sio rafiki tena. Maana ukiangalia sisi ndo wale watoto wa nje ya ndoa tumeelewa na jamii. E, kwa ni kama hivyo. Sawa, marafiki zako wanao kutazama kupitia Master TZ online TV, unawaambia nini? Waambie neno lolote marafiki zako wanao sana, waambie chochote chochote kitu kilichopo moyoni. Yeah. Naambia rafiki zangu na wakubali kupitia Master TZ TV. Big up hizo. Kuwa mkarimu na mtu yoyote yule ili baadaye unaweza ukapata ushauri wowote kupitia mwanamke, then unaweza ukafanikiwa. Hata akikupa mbinu za kutafutia hela na nini, fanya hivi fanya hivi, unaweza ukatekeleza, then baadaye ukapata hela. Kwa upande wako marafiki wanatakiwa wasizidi wangapi? Kwa upande wangu mimi nisio na marafiki kuanzia watano kwenda mbele, kwa sababu ninapopokea ushauri huku na huku na huku, nitashinda kutumia kuia nitumie ushauri gani mpaka ni, nipate rafiki ambaye ni wa ukweli. Unaweza kunitofautia kati ya ndugu jamaa na rafiki, nini tofauti ya Uh, ndugu jamaa na rafiki naweza nikatofautisha, kwa sababu napenda mimi kuwa na marafiki ambao hawazidi watano, lakini ambao na, wanakuwa ni wanne na wategemea, kwa sababu naweza nikaa na ndugu lakini an, anaya, aswe, ani, a, yu, yupo karibu naye, lakini ni kama hanitambui hanijui. Kwa hiyo yule rafiki ambaye namuona kabisa ni mtu mwenye dhati kwangu, ndiye ninayemtegemea kwamba anaweza kaa ni ndugu yangu, hata kwenye matatizo anaweza kaniokoa. Aya, asante sana kwa muda wako, ninashukuru sana, kazi njema sana, poa poa. Mambo uh, <trings> <trings> vipi? Kwa majina yangu Amoni Peter Mwangongulu, lakini nafahamika sana kwa jina la utani naitwa Lojax. Mama, kwa kweli tw wengi wengi sana, vigezo ni ninavyotumia kuchagua rafiki uh, <trings> naangalia ni mtu aina gani ambaye labda mimi naweza kuendana naye. Mfano mimi si sinywi pombe, lakini siwezi kuwa na urafiki na mtu anayekunywa pombe. Sivuti sigara, siwezi kuwa na mtu anayevuta sigara, sawa? Siwezi kuwa na rafiki ambaye ana makundi ambayo ni mabaya, sawa? Kwa hiyo yani mimi nikiona huyu mtu ana tabia ambazo zinaweza zikaendana na tabia ambazo ninazotaka mimi, huyo ndo ninamfanya awe anakuwa rafiki yangu. Marafiki zako wamewahi kusaidia katika shida gani? Unajua, katika marafiki kuna makundi aina nyingi, lakini kwa wale marafiki zangu ambao naona kabisa hawa ni marafiki wa karibu, wamenisaidia shida nyingi sana, hususani shida za kimaisha. Asante sana. Kwa upande wako, marafiki hawatakii wazidi wangapi? marafiki hawatakii wazidi wangapi? wa wanatakiwa wa... wawe idadi gani? iwe mwisho iwe ukomo? Ah, mi nachojua kwamba rafiki ni yule ambaye mnashibana katika shida na raha kwa wakija kumi ambao mimi tunaweza tukawezana tunaishi nao au kumi, lakini wakiwa wawili ni wawili. Siwezi kuforce kwamba eti marafiki mpaka wafike mia na ingali, wengine hawawezi kuendana mimi. Unawaambia nini watu ambao hawaamini kabisa katika urafiki? Unawashauri nini hao watu? Ha, kikubwa mtu ambaye hana rafiki hana utu ndani yake. Sawa, mimi ninachojua rafiki anaweza kakusaidia vitu vingi, sio tu mahali au vitu gani, anaweza akakusaidia hata mawazo yakakutoa kimaisha au yakakutatulia changamoto yako. Kwa hiyo, yani mtu ambaye hana rafiki mimi naweza nikasema ndani yake hana utu. Haya, asante sana nashukuru kwa muda wako. Na, na kazi njema. Hey, mambo vipi? Safi. habari yako? Salama za kwako. Salama za kwako. Habari ya kazi? Nzuri tu. Ndio. Majina yako tafadhali. Naitwa Napoleon Juma Mwakanyamale. a tembo Katembo una marafiki? Marafiki ni wengi sana. Ni wangapi? Ay, ni wengi sana. Hata ni, nisema niwataje. Siishi leo wala kesho. Ni wengi mno. Ndio. Vigezo gani wewe unavyovitumia kuchagua rafiki? Ah, cha kwanza lazima niangalie tabia sababu tabia ndio kila kitu. Mm. Tabia tu, vingine? Ah, vitu ni vingi. Angalia kwanza tabia mwenendo wake kuchagua rafiki bila mwenendo wake, lazima niangalie vigezo kama hivyo hasa, na tabia njema kama mimi nilivyokuwa na tabia njema. Marafiki zako wewe wamewahi kusaidia katika shida gani? Ah, shida ni nyingi, kwa mfano mimi ni bodaboda. Kipindi ambacho mimi nilipokuwa kwenye mkataba, labda nimefeliwa, labda tairi limepasuka. Nilikuwa naomba rafiki yangu na shida moja mbili tatu, tairi limepasuka, mtu anisaidia kiasi kidogo, lakini bado lazima nikiheshimu sababu ni, ni kiasi kidogo. Ni jambo gani baya ambalo marafiki zako wamekufanyia? Mm, jambo baya hapo, naendoka nizaliwa mpaka nimefika huu mwaka, jambo baya ambalo mimi naichukua kwenye maisha yangu, rafiki yangu wa kweli kabisa ambaye nilikuwa namwamini ama kunichiti, yaani maana yake kuna mtu nikuwa naye kwenye mahusiano naye katembea naye. Asante. Unawashauri nini watu ambao hawana rafiki kabisa? Ah, siku zote kwenye maisha huwezi kuishi peke yako, hata kama una pesa, una kila kitu, sababu hata kama ukiwa na pesa lazima uwe nafanya kazi, lakini bila kupitia rafiki kumpata, uh, mfanyakazi siku zote kwenye maisha. Unaweza ukanitofautishia kati ya ndugu, jamaa na marafiki? Ah, kwa mimi ni hivyo; ndugu, jamaa na rafiki mimi kama niani ni sawa tu, kwa sababu gani ukiishi na ndugu atakusaidia, ukiishi na rafiki naye anakusaidia. Kwa hiyo ni kama tuani, vina vinaendana na vinawiana, yani haya. Katema, nashukuru asante sana kwa muda wako. Ah, nashukuru sana njema. Haya, mmoja wetu Amani Mwankuga ni mkazi wa Tuku mjini. Asante sana Amani, una marafiki nao wengi, ni vigezo gani ambavyo labda wewe unavitumia hadi ukasema huyu ni rafiki yangu? Vigezo vimetumia kupata rafiki, naangalia kwanza malengo ya rafiki yangu na, na, wa na ushauri wake ukoje, ndio najua ni rafiki wa kweli au rafiki anifai. Kwa upande wako wewe marafiki hawatakiwi wazidi wangapi? Mtu anatakiwa asiwe na marafiki wazidi wangapi? Kwa, kwa mimi labda marafiki wakiwa wawili, wa, marafiki wa ukweli najua ndo wanatosha. Sawa, asante sana. Mtu akikwambia ndugu, jamaa na rafiki, unaelewa nini? akikwambia hivyo, unaweza ukanitofautishia kati ya ndugu, jamaa na rafiki? Ndugu... Halo? jamaa na rafiki, ndugu, kuna kuna ndugu wa damu, kuna kuna... simu yangu imezima chaji ya OTP. Kuna jamaa, jamaa ni kama rafiki naye, ila sasa kuna utofauti. Jamaa ni ule jamaa ya yako ni jamaa kama kawaida tu, lakini rafiki ni rafiki kama sawa, waondani. Mtu anataka kushauri nini, huyo ndo rafiki nachojua mimi.